Kwa majina anaitwa Ramadhani Ally, ni mchezaji wa timu ya taifa ya vijana. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tunapenda kuishukuru shirikisho, tumefika hapa Misri salama na wametuwezesha kufika hapa, hilo tunawashukuru wao, tunawashukuru sana. Na hali ya hewa kwa ujumla ni ya baridi, lakini sisi kama wachezaji tunajitahidi kuadapti na mazingira haya kwa sababu kwenye mashindano ambayo tunaelekea hali ya hewa ni kama hii na ndio maana shirikisho limeweza kutuleta sehemu kama hii tuweze kuadapt na kupata maandalizi mazuri. Ah, kikubwa leo tuna mchezo dhidi ya Misri. Tunajua kwamba Misri ni timu nzuri, pia ni timu kubwa, lakini sisi kama wachezaji ndio mechi ambazo tunapenda kucheza, kwa sababu mchezaji siku zote lazima upate mechi ngumu ndio ujue, ujue unapambana vipi. Aa, kingine tuwaondoe hofu wa Tanzania sababu hii ni timu yao na timu iko vizuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuna tunaondoa hofu kwa timu hii, lakini pia tunawaahidi tutaenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afcon. Na lengo kubwa lengo kama taifa lengo la timu ni kufuzu kombe la dunia, na insha Allah inawezekana kwa sababu maandalizi yetu ni mazuri, shirikisho imetupa mazingira mazuri mpaka hapa tulipofikia, so tuna tuna imani tutafuzu, na kwa maombi yao dua zao sapoti zao ni muhimu. So hicho tu sisi tunashukuru tuna sana.